Leo tuko hapa kwa hili kongamano la kujadiliana mambo ya hewa ka, na sana sana kuangalia uh, kuwa na hiyo dialogue na stakeholders, vile tunaweza tukatumia jinsi za kisayansi kuhifadhi uh, mazingira uh, mangrove rehabilitation, alafu pia kuna njia pia tunaweza tukafanya uh, uondoaji wa hewa ka tukitumia seagrass. Uh, wanasayansi wa Kemfri wako na wamefanya hiyo uh, sayansi kama piloting wakitumia kuna kikundi kinaitwa Mkoko Pamoja ambao kilifanya piloting program kule South Coast Gazi na wakatumia hiyo example kwamba wananchi wanaweza ku, uh, kupata faida kutokana na hewa kaa. Na hiyo uh, system ndio ambayo tunataka tuene imeenea tukisaidia na wafadhili wetu UNEP Go Blue, na hiyo uh, example sasa ndio inatumika kutafuta uh, kufanya kazi na communities mbili kutoka Lamu ambapo wataweza ku uh, pata njia ya kubenefit from uh, blue carbon, njia ambazo Kemfri imeweka. Kuna mangrove portal ambayo imewekwa katika hii uh, online mapping inaweza ikaonyesha sehemu ambazo uh, ziko na potential ya kutoa hewa kaa. Tukiangalia vile kuna changamoto ya tabia ya nchi, tunahitaji mazingira ambayo itaweza ondoa hii hewa kaa katika mazingira yetu. This is what we are calling the nature based solution. So mikoko ni baadhi ikilindwa, ni baadhi ya Uh, nature based solution ambayo itaweza kutusaidia sana kuzuia majanga ambayo tunatupata, na vile vile, wakati huo huo inachangia sana kwa samaki na mazingira ya binadamu. Ni kweli kabisa hii. Uh, um, tukizungumza kuhusu uh, mikoko, minazi ambazo ko kwenye nchikavu, tukizungumza miembe, tukizungumza haya yote ni yote, ni mazingira pamoja na yote. Ni kweli kwamba nafikiri katika haya mazungumzo ambayo tuko nayo ambayo tunazungumza uh, hewa kaa ambayo ndio ambayo ina utajiri mkubwa katika zile levels za carbon credits kama tulivyoambiwa hapa ni kwamba value yake iko juu zaidi. Kwa hivyo hii tukiangalia, uh, ndio kama ni rasilimali yetu, ndio gold yetu ambayo iko katika hewa kaa ambayo ni, ni muhimu kwamba tuweke hiyo hoja na policies kwamba tunaweza kuzi, kuziprotect.